Habari ya wakati huu, msikilizaji wa EFM radio na mtazamaji wa TVE. Na ifuatayo ni ratiba ya shughuli nzima za mazishi za mwenzetu Seth Katende au Bikira wa Kisukuma. Mazishi ya Seth Katende yatafanyika siku ya Jumatano ya wiki hii, ambapo shughuli nzima itaanzia pale Leaders Club jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa nne asubuhi. Tutaanza na ibada maalum na baadaye kuaga mwili wa ndugu yetu rafiki yetu. Baada ya shughuli hizo, tutaelekea kwenye makaburi ya Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam ili kumpumzisha rafiki yetu ndugu yetu Bikira wa Kisukuma. Seti ni niseme, Seti ni, ni moja kati ya vijana ambao pengine ni wachache sana katika dunia sasa, kwa sababu Seti alibarikiwa kuwa na akili kubwa sana. Seti ukikaa naye ukazungumza naye, ndio utaweza kugundua ukuu uliopo ndani yake. Nimezoea yani, kwenye kiti cha kulia pale studio huwa anakaa Seti, Mpoki anakaa kushoto kwangu navyoendesha navyoongoza, namgeukia Seti, namgeukia Mpoki, najua kabisa ni watu ambao, Mpoki ana vitu vyake, namshirikisha kwenye vitu vyake, ananifaa. Seti namshirikisha kwenye vitu vyake, ananifaa, lakini leo pengine kuanzia kipindi kitakachofuata, maana yake yeye hayupo. Naitwa Frank Godwin Chubwa. Uh, kwa jina la kazi naitwa DJ Spa, nipo katika kipindi cha ubaoni. Nimefanya kazi na Seth takriban miaka miwili na nusu. Seth, mara mwisho nilionana naye ilikuwa TMJ hospital, nilienda kumwona pale na the way tulivyokuwa tunaongea, alikuwa ananipa moyo kwamba anytime tunaweza tukarudi tena <laughs> alikuwa anaongea utani utani, mwingi pale ni kwamba akirudi anarudi fungangali. Imekuwa ni pigo kwa timu ya ubaoni, kwa sababu tukuwa ni mtu ambaye tunamtegemea, alikuwa na ideas nyingi sana. Yeah, mangu nashinda tachakuongea